Lililofanywa wacha ni kuongeze suluhisho ili tusipoteze, tusipoteze muda kwa vitu ambazo hazifai. <laughs> Jambo nyingine, Rashid takataka taka. Unataka kumaliza takataka taka, we ni gavana aita kuchukua wiki moja Nairobi. Devolve, ii Nairobi peleka hii mambo ya takataka taka kusanywa kwa vijana wetu kwa mitaa vijana wa wa register companies, wa mama wa register companies. Hii kusanya takataka isitolewe Nairobi, wanapatia mtu ambaye anatoka Rift Valley ndiye anasanya takataka ya Nairobi. Hii takataka tupatie tenders kwa vijana wetu, wa mama wetu, itapeana kazi, kisha watasanya takataka mpaka town. Hakuna gavana aliye na akili atabeba pipe kubwa ya maji anang'ang'ania kazi na watu ambaye ameajiri. Green Army waliwekwa hapo kusaidia hii Nairobi, na Green Army inafaa walipwe 30000 per month, ambayo iko kwenye bajeti ya county. Au vijana wetu wanaguza, wanapata magonjwa tofauti tofauti kwa uchafu, lakini wanapewa only 18000 Kenya shillings. Hii 12000 yenye iliyo juu inaenda wapi kila mwezi? Sasa hii takataka ukishaesanya ipelekwe Dandora dump site. Tengeneza kiwanda kule Dandora dump site. Hii takataka itawaka kama fuel Choma hii takataka, boil nayo maji vizuri. Ukiboil nayo maji inatoa kitu inaitwa hii uh, water vapor mm-hmm. steam mm-hmm. hii steam ina turn turbines turbines inaleta stima. Hautawai fukuzwa town saa mbili usiku, kwa sababu itakuwa ni 24 <laughs> hour economy. kwa sababu utakuwa unapata electricity energy, unaona, unaelewa. so hiyo utapeana kazi, ukijenga barabara utakuwa umesuluhisha shida ya kazi ya wana Nairobi. Unajua maji, mimi umenijua na umenijua miaka mingi sana, na unajua mimi sina roho chafu. uh -huh. Unanijua mimi si mtu ambaye natakia mtu mabaya. uh -huh. na unajua mtu yeyote ambaye ananijua hapa nchini anajua babu sio mtiaji, na anajua babu anapenda watu. uh -huh. mimi mwenyewe, maji, nimelelewa Nyalenda slums kule Kisumu. uh -huh. kama pale mtaa kuna kazi na kijana amepata na anaweza kupewa kazi kidogo, si mimi naweza tuunga mkono ili ashikilie hiyo kazi uh -huh. Wacha nikwambie, nikuambie maji, uliona vizuri hiyo uh -huh. kitu mimi mwenyewe nilistamp fake uh -huh. Na leo asubuhi umeona vizuri hata gavana mwenyewe ndio hii hapa. Wacha nikwambie, hata kama ni muhimu sana <laughs> wewe ndio unaweza hata, kuna conversation yenye email leak ya whatsapp ndio hii hapa. Uhum. Na hii WhatsApp inatoa kijana mmoja anaitwa Mosiri, akiongea akisema, bosi, umeona venye hiyo mambo yetu I told ya kugonga bambu babu na wa green army imetrend and most people have believed it. Mosiri sio kijana Mosiri? No, ni chief no, chief officer kama ni huyu huyo, eh. Chief officer ni sawa oh. <laughs> alafu <laughs> alafu kuna governor ame reply hapo. I agree with you imekuwa kali we will be doing more of this now let us give a week then tell your guy to release another one you are really working. This is, this time lazima tungonganishe na baba kabisa alafu kuna mwingine anaitwa kudavi anasema it was really going on well and the Green Army was on our side until Babu released a video demanding their pay be doubled and now we have something to do alafu governor anasema don't worry na hao mafala umeona, they do not know that it is in the budget. Sasa bro, ukiona hiyo ime angaip u imendiko bi hii ya hii ya Twitter si hii ni Twitter ya governor. Okay. Angalia na na na iko iko verified amesemaje? Okay. I want to sincerely apologize to honorable Babu Owino for tweet that was generated accusing him of fighting the Green Army and setting him na iko na, yes, retweet 71. Na iko na, uh, easy comments 143 na tena akatwita hapo chini tena ya Green Army akisema tu work pamoja pamoja. Sasa bro, acha nikuambie kitu. Si ndio kama hiyo kitu ililipuka li, kwa sababu wananchi wamejua anacheza siasa chafu, na alikuwa na advocate for siasa na siasa safi. Mimi Green Army vijana kama mimi au ni watu ambao wako na familia mm uh -hmm. -huh. wana take care of their families. From that watoto wanaenda shule from uh -huh. that wanalipa rent ya ya nyumba from that wanapata chakula. Ni pesa kidogo ndio wanapewa hao watu, wana work from morning uh -huh. evening. Hao watu hawalali, hao watu wanashika sewage, raw sewage wanashika mauchafu alafu wanalipwa 18000 Kenya shillings. Wanalipwa 21000, ukikatwa ni 18000. uh -huh. budget ya county budget mm. Mm. inasema Green Army, kila kijana anafaa alipwe 30000 Kenya shillings. So tunajiuliza kama wanapata hii, ni information iko, inafaa walipwe 30000 per person. Na hapa sasa, hii hawa vijana wanalipwa 18000 per person mm -hmm. Sasa hii 12000 inakulwa na inakulwa kwa watu over <laughs> 2000 Yeah. Unaelewa? Na hata uliona auditor general aliraise hiyo issue. Hiyo hapo ndio auditor general alikuwa na raise akisema, ah, ah, kuna watu wamekuwa employed lakini hao tunyo wamekuwa employed, pesa zao azireflect hapa. Si maneno ya green green army wanalipwa pesa kidogo. Hiyo ya juu ndio auditor general anauliza hii pesa ya juu ya 12000 imeenda wapi? Na hiyo ni ripoti iko everywhere. So maji mimi nakuambia. Mimi nikiona vijana najiona mimi nimeteseka nikiuza chang'aa nikilipa school fee. Mimi siwezi mbele ya Mwenyezi Mungu, siwezi piga kijana yote ambaye amepata kitu anakula mbele ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu. So, wewe ukiingia utawapea tatu. Mimi wacha nikwambie kijana anafaa awe treated na heshima na utu. Hii ni budget ambayo iko katika county. Mimi nikiwa ndani okay. mimi hata naweza double kwa sababu ulipie mtoto wako school fee, 18,000 ununue chakula 18,000, utumie kama transport. Gavana ambaye anafaa malize takataka na uchafu Nairobi, anachukua takataka na uchafu Nairobi, anaenda kumwaga kwenye Stima Plaza, anachukua sewage anaenda kumwaga kwenye CBD Town Center kwa KPLC. Huyo ni mtu ambaye unataka, hii akili yetu timamu tukae na ye, tunaongea na mtu ambaye anaenda kumwaga akili yake Stima Plaza. Kwa faida ya mtu, mtu aliyekuchagua <laughs> kama hajaifanya miaka mbili, tumesha kaa chini si hata tujaaika. Nilikwambia tulikaa chini, usikatike tamaa babu kwa sababu, bado wananchi wanataka wanataka maendeleo ndugu yangu. Hakuna haja to meet gavana. Gavana afanye kazi, anajua ni nini anafaa afanye, anajua anafaa asaidie shida ya barabara, asaidie shida ya maji.